Tamasha letu hili litakayokuwa linafanyika kimataifa mara mbili kwa mwaka, mara moja ndani ya taifa la Tanzania katika ardhi yetu, katika kuendelea kugongelea muhuri kwamba mvuvumko mko wa Kiswahili kimataifa ulianzia Tanzania, maana kila mwaka lazima tutafanyia Tanzania, lakini tamasha la pili tutazunguka katika nchi mbalimbali duniani ambazo zinazungumza lugha ya Kiswahili ama zinania na shabaha ya kujifunza lugha ya Kiswahili katika dhana ya kubidhaisha lugha adhimu ya Kiswahili kimataifa. Kwa hiyo, ndugu waandishi wa habari, tamasha hili nisipende kusema ni tamasha la kimataifa, na ndiyo maana kila mwaka tutawashuhudia tukiona wasanii kutoka Tanzania wakipanda ndege kwenda kupeperusha bendera ya Kiswahili kwenye mataifa mengine duniani. Na kwa hili tumetumia wasanii katika muktadha mbali na kubidhaisha Kiswahili kimataifa. Shabaha yetu ni kuambukiza wasanii wote ulimwenguni waweze kukipenda Kiswahili wakitumie Kiswahili, lakini mbali na hapo watumie nafasi zao kama kioo cha jamii kuhakikisha jamii zao zinajifunza lugha adhimu ya Kiswahili. Kuendelesha lugha ya Kiswahili tumeona ni umoja wetu, na mnajua umoja ni nguvu. Tukiwa na umoja wa lugha moja tutafika mbali, na ndio maana tumefungua milango Ee, ukiona Rwanda tunakuja hapa Uganda, Kenya, Tanzania. Tume, tumeangalia namna tunaweza kuwa na soko moja. Pale msanii akiwa na kazi yake aweze kupata faida. Namna gani watu wanaweza kukua pamoja kama hawazungumzi lugha moja? Na tumeona lugha, hakuna lugha nyingine ambayo tutatumia zaidi ya lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo ndio maana mmeona tuko hapa. Eh, nafikiri kama sio mwezi uliopita kuna watu walikuwa wametoka Uganda, walikuwa hapa, tumeungana pamoja tuone namna namna gani tunaweza kutumia lugha moja ili tuweze kufikia watu wetu. Mnajua wasanii hatuna mipaka, mahali popote tunaenda na hatuna vizuizi, tunawakuta tuna nyumbani watu ambao wanatuhitaji na ni vile ambavyo tumeona lugha moja iweze kutuunganisha. Kwa niaba ya baraza, tunahakikisha ushirikiano wa dhati na ushirikiano ambao si kwa waandaaji tu wa tamasha, pia kwa wasanii wasanii wa kwa wasanii wasanii ambao <klos> wasanii wa nchi hii ambao ni kioo. Tunaweza sisi kuwa wataalamu wa lugha lakini hatutoshi, sauti yetu haifiki, sauti ya wasanii inafika na tunafika wakati tunakiri hivyo kwamba wasanii wanasikika, wasanii wanaheshimika. Na kwa kuwa mnaheshimika na mnasikika, basi tutoe rai kwamba Kiswahili kinapotumiwa kitumiwe kwa ufasaha wake, ili kuendelea kuilinda hadhi ya lugha hii adhimu ya Kiswahili. Tunaendelea kushukuru kwamba mna malengo ya kuendeleza na kueneza lugha ya Kiswahili duniani kama bidhaa, lakini kama pia tunu na utamaduni wetu, sababu tunasema lugha inaenda na utamaduni, haiendi peke yake, inaenda na utamaduni wetu. Kwa hivyo, tutaona na e, fursa za biashara hata kwenye vyakula, kwenye mavazi na mambo mengine mbalimbali, katika nchi ambazo hili tamasha litaenda, na hayo mambo yataenda. Kwa hivyo, itakuwa ni nafasi ya kuwabeba wafanyabiashara wengi zaidi na kufanikisha lengo adhimu la kukuza uchumi wa mtu mmoja mmoja na uchumi wa taifa kwa ujumla.